Tena mtazamaji, kwenye meza ya KTN leo michezo. Rais Uhuru Kenyatta ametia saini mswada ambao uliorekebishwa wa sheria za kupiga vita dawa zilizopigwa marufuku kwa wanariadha. Shughuli hiyo ilihudhuriwa na wakuu serikalini akiwemo waziri wa michezo Hassan Wario, spika wa bunge Justin Muturi na mwenyekiti wa shirika la Olimpiki humu nchini NOCK, Kipchoge Keino, huku Kenya ikiwa na imani kuwa itafanikiwa kushawishi shirika linalopiga vita janga hilo ulimwenguni WADA kuwa mikakati kabambe tayari imewekwa huku Kenya ikiwa na ari ya kuondolewa katika orodha ya nchi ambazo hazijazingatia matakwa ya shirikisho linalopigana utumizi wa dawa za kusisimua misuli ulimwenguni, Rais Uhuru Kenyatta ametia saini mswada uliorekebishwa wa sheria za kukabiliana na dawa hizo. Sheria hii mpya ilikaguliwa na kukubaliwa na WADA wiki iliyopita, hikiwa ni baada ya WADA kutofautiana na sheria ambayo Kenya ilipitisha mwezi wa 4 mwaka 2016. Swala ambalo lilifanya Kenya kuorodheshwa kati ya nchi ambazo hazijaafikiana na matakwa ya WADA. Rais Uhuru Kenyatta ametia saini sheria hii siku chache tu baada ya Thomas Bach